Hapa ni pahali ambapo suala la usafi ni suala muhimu sana, kwa sababu usafi huo utatupelekea kwenye uchumi mkubwa. Mtalii akija akiona pachafu hapa, hawezi kumshauri mwenzake aje hapa, lakini akiona mazingira yetu yako safi, basi ni sehemu ya kuwavuta wageni wengi wakaja hapa. Na wanapokuja mgeni mgeni huyu ni binadamu, ana mahitaji mbalimbali mbali. Kama hakula basi atatuma kama hakunywa atahitaji atembee lakini kukiwa kuchafu hapa hata kutembea ataona shida kwa sababu wenzetu wanajali sana masuala usafi na afya zao na nauomba uongozi wa hapa kwenye viti wapo wasimamizi wapo kamati zipo kuhakikisha kwamba tunapambania kwenye masuala ya usafi <laughs> kwamba shughuli hii ya usafi ambayo inaadhimishwa kila tarehe ishirini mwezi wa tisa ya mwaka husika basi tukasema tuiadhimishe katika maeneo yetu ya Tumbe bandarini. Hii ni fursa ya kipekee ndugu zangu, kwa sababu siku hii ya kuadhimisha usafi ni kuungana na dunia kwa ujumla. Kuna changamoto nyingi sasa hivi za mabadiliko ya tabia nchi na nitoe rai kwa wananchi wote pamoja na viongozi wote, kwamba tuungane pamoja. Kila tunapokubaliana kwamba siku ya leo tunataka kuambatana pamoja kuweza kufanya zoezi la upandaji wa miti, basi tushirikiane. sababu usafi ndio utakaodumisha afya zetu, kweli si kweli? yeah. Usafi ndio peke yake ambao hata akija mgeni atakuona kwamba wewe msafi, na ataona kwamba kweli Tumbe ina inafuatika. Tunashukuru viongozi wetu hawa kwa muda huu ambao wamepoteza kuacha shughuli zao kwa siku ya leo kuja kujumuika na sisi wanaTumbe kupitia usafi huu wa mazingira.